Jina langu Mohamed Janabi, mkurugenzi mtendaji wa hospitali ya Taifa Muhimbili na vile vile daktari bingwa wa magonjwa ya moyo. Leo tutajaribu kuelimisha jinsi ya kuzuia kuongezeka uzito au kwa kitaalam preventing sugar spikes. Sasa, uh, tunapoongelea sukari kwenye damu eh, kidaktari tunapenda sukari iwe kati ya 70 mpaka 140 ukitumia Milligram pa deciliter. Kwa hii hapa ndo nomo tunategemea mtu awe kwenye sukari kwenye damu, tukichukua kwa kipindi chochote awe yuko katikati hapa, kati ya sabini na 140 lakini tunapoongelea sugar spikes kwa definition, inaelezea kwamba sukari inayozidi 180 kwa milligram deciliter au kwa kile kipimo kingine cha millimole izidi kumi. Maana yake nini? Sasa ni kwamba sukari hii inapanda hii kama hii iko karibu mia na kumi, hii ndio inaitwa sugar spikes. Sasa athari ya sugar spikes nitajaribu kuelezea kwenye slide zangu zinazopatia. Kwa mfano umekunywa chai asubuhi, na nitaonyesha nani mbili tofauti ili iweze ku huyu aliyekunywa chai breakfast kutumia cornflakes, Spike ya kwanza inakwenda paka kwenye mia mbili. Then, akaja mchana akala mkate, itakwenda mpaka kwenye mia na themanini. Akija jioni ya kila wali inakwenda mpaka kwenye mia mbili. Sasa milo ni ile ile mitatu, tutizame upande wa pili. Mtu ambaye amekunywa oats, sukari yake haipandi sana, inakwenda mpaka kwenye mia na hamsini. Akaja kula mkate wa brown lunch na jioni akaja kula viazi kwa, unaweza kuona tofauti ya vyakula vitakavyoongeza sukari yako kwenye kwenye damu, na ongezeko la sukari kwenye damu lina athari yake nyingi, magonjwa tunaona ya moyo, magonjwa ya shinikizo la damu, huko mbele inaweza kukupelekea kupata uh, kisukari. E, kupata matatizo ya afya ya akili siku za mbeleni huko. Kwa utofauti wa vyakula ndo unakupa hizo sugar spikes. Kwa ko nilisema nitaeleza kueleza mbinu sita ambazo zinaweza kupunguza hiyo mpando wa haraka wa sukari kwenye damu au uh, blood sugar spikes na mbinu ya kwanza ya kufanya ni kula vyakula ambavyo vina glycemic index ilokuwa chini. Sasa glycemic index kwa lugha rahisi kabisa ni vyakula vyenye kuweza kuongeza sukari nyingi sana kwenye damu kwa mara moja, mara tu utakapokunywa pale kama soda au kitu chote kitamu kile asali ya kupitiliza, na nitatoa mfano wa milo hii miwili kwa mfano huyu amekula asubuhi, amekula cornflakes na hapa zinaongezewa na sukari na maziwa. Unaona sukari yake itapanda mara moja kwenda zaidi ya mia mbili. Mchana amekuja kula mkate, then sukari itapanda karibu mia na tisini, na jioni atakuja kula wali, spikes tena itapanda. Kwa hiyo kwenye damu saa zote kunatokea hizi peaks na kadri zinavyopanda hivi na kongosho linatoa insulin, manake lazima irudishe hii sukari chini, kwa sababu sukari kwa juu ni hatari. Lakini tutizame milo mitatu hiyo hiyo kama alivokula huyu, lakini huyu amekula oats asubuhi, sukari imepanda kidogo, amekuja kula brown bread mchana, sukari imepanda kidogo kwenye mia na arobaini. Jioni akaja kula naturally viazi yenyewe ikaenda kwenye mia na ishirini. Kwa hiyo utaona kuna utofauti. Uchaguzi wetu wa chakula ni muhimu sana, kwa sababu nani ataongezeka uzito katika hawa watu wawili? Ni huyu ataongezeka uzito. Mbinu ya pili ya kutumia ni kwamba tunapo ukipika chakula kwa mfano eidha ni wali au viazi vinapopikwa hivi vinaitwa starchy food, hivi vyote ni wanga. Sasa tunapokula kile chakula huko kwenye njia yetu ya chakula, digestive system, ina ina ina ina mara tu baada ya sisi kula chakula kikifika tumboni kinaanza kuingia kwenye damu haraka sana kwa sababu ni wanga na sukari. Unaona, kama hivyo inapanda mpaka 180. Sasa chakula kile kile nikikichukua hiki hiki chakula ni kikiweka kwenye friji usiku kucha, yani sisi tunaita viporo, siku ya pili, hii starch inaitwa inapitia, ina, ina process inayoitwa retrogradation na inakuwa resistant, inakuwa sina neno la Kiswahili rahisi, haiwi rahisi sana kunyonywa tena, kwa sababu imebadilishika na ime, imebadilishwa imekuwa resistant. Kwa hiyo hata kwenye damu utaona kuna utofauti mkubwa kati ya wali au viazi ulipokula immediately baada ya kupikwa ikaja huku, na wote tutakumbuka hizi mila zetu za mikoa ya pwani na sio pwani tu, hata wale walioishi nje, chakula kinapikwa cha siku mbili tatu kwa vile, na vinaweza ukavila ukatengeneza hizo saladi siku ya pili ya kutumia viazi, potato salad au kitu kingine, ili chakula kipate regular gradation kupunguza ile peak ya sukari, na hiki kitu ni cha kitaalam, sio eh, kwamba ni kitu cha kubuni. Na mbinu ya tatu tunasema don't eat naked carbs. Maana yake nini? Ukitizama sahani hapa ni wanga mtupu na ni amount kubwa lakini kinachoshauriwa sasa, ukiamua kula kuchukua wanga kama hapa, usile wanga ambao haujavaa nguo au naked, kama wanavyosema hapa. Kuna wanga lakini unaona kuna protein, kuna protein nzuri kuna, mat, kuna matunda. Kwa hiyo jaribu kuchanganya usiwe wanga ndo mwingi zaidi. Kwa hiyo kwa kitaalamu unasema don't eat naked carbs. Hii itaweza kuzuia zile spikes za sukari kuwa juu sana. Na mbinu ya nne ni hii ya kutumia vinegar. ukiweka vinegar, vinegar ina lactic acid. kama vile ukitumia limao lina citric acid ni kwamba nini, inachofanya hizi acid zilizokuwa aidha kwenye ndimu au kwenye limao au kwenye vinegar, lactic, citric acid. Kinachofanya hii kwanza, inapunguza kasi emptying ya chakula kutoka kwenye tumbo kuanza kuingia kwenye, kwenye kwenye utumbo ambako ndio itakuja kunyonywa. La pili inachosaidia, kwa sababu itapunguza kile chakula kunyonywa, kwa hiyo hii itaingia kama fiber ambayo ni kitu bora sana kwa wale kwa, kwa, kwa, kwa bakteria ambao wanaishi kwenye nani. Kwa hiyo kuongeza vinega kwenye chakula chetu, au tunaona hawa wanaokula vyakula vya, wa watu wa, eh, wa South East Asia, Japani, Korea, wa China wana kitu kimoja kinaitwa kimicho. Kimicho ndio hicho wanachokifanya. Ni kuweka Vinega au ndimu kuweza kupunguza zile spikes za sukari. Kwa ni kitu muhimu sana watu waangalie, una chakula chako kingi ambacho kina wanga na nini, jaribu kuweka vinegar kwenye idha ile salad au mboga majani, na mara nyingi zinawekwa kwenye na hata ukiingia kwenye haya mahoteli makubwa, mara nyingi utaona ile seasoning wanaweka ili kukati hiyo spike ya nani kwenye damu. Na mbinu ya tano mwisho wanasema use second meal effect kwa advantage yako. Maana yake nini? Maana yake ni kwamba ukila chakula chenye wanga, kwa mfano mchana, mwili unatoa insulin nyingi sana na spike za sukari zinakwenda juu. Sasa hakikisha kwamba jioni unakula chakula kisichokuwa na wanga au wawanga wa chini kabisa, na ndio maana ushauri mkubwa wa kidaktari, jaribu chakula chote kuanzia, wale wanaokula mara tatu kwa siku, au mara mbili kwa siku, au mara moja kwa siku, kula chakula ambacho sio mchana. Mimi sili, umekula chakula chenye protein kidogo, jioni umekula wanga mwingi, asubuhi umekwenda kula wanga kidogo. Kwa hiyo una swing zile spikes zinakuwa zinapanda zinashuka. Ushauri mkubwa ni kwamba kama mchana umekula samaki, mboga za majani na wanga kidogo, jioni hakikisha umekula kuku na kitu kingine, ili vyakula hivi cha kwanza, kwa sababu kila wanga hapa, hata ukisema umekula kidogo, ukija kula wanga tena jioni, spike inakuwa kubwa zaidi kwenye damu, yani sukari inapanda kubwa zaidi na mfano nitatoa kwenye, tutizame huyu mtu, siku ya kwanza amekula lunch, alikuwa na samaki salmon na viazi kidogo. Hapa kuna protein na viazi hivi ni natural kidogo, jioni amekula wali pamoja na vegetable. Tizama sukari yake ilipopanda, imepanda kidogo, mia na ishirini. Sasa tutizame mtu huyo huyo siku ya pili, mchana amekula steki kubwa, ambayo kawaida ina nani nyingi sana. Jioni amekuja kula wali ambao ni wanga, sasa sukari imepanda juu na ni zaidi. Kwa hiyo utaona kuna utofauti wa vyakula unapokula mchana, ukiweza kula jioni eh, aina ile ile, lakini inategemea nini umekula mchana. Hapa tunaona wote su sukari zinavyotofautiana kwenye damu, hii iko karibu mia na themanini wakati hii iko mia na ishirini. Kwa hiyo vyakula vyetu tunavyoamua kula vina mchango mkubwa sana nini kinachoendelea ndani ya mwili. Na mwisho kabisa, baada ya kula, tunashauri watu wote, nenda katembee kidogo, kwa sababu kinachofanya misuli inapocontract, unapofanyiwa mazoezi, sukari inatoka kwenye damu na kuingia kwenye store zake huko kwenye misuli, kwenye ini na sehemu zingine. Kwa hizi ndio mbinu sita. Muhimu ya kwanza kabisa tumeonesha aina ya vyakula, kwa kula, kufanya mazoezi baada ya na. Mazoezi sizungumzii lazima kwenda kukimbia, hapana, tembea. Tumia hizo vinegar au ndimu au limau, kuweka chakula ambacho kinabaki jioni, kikiliwa siku ya pili, nani yake inakuwa e, chini kidogo, na kutizama nini umekula asubuhi, kiwe e, kinaweza kuwa kimebadilika, lakini levo zake za nani zisiwe wanga mwingi mwili kwa kupeleka sasa hivi wanga mwingi kidogo, wanga chini. Kwa hizi ni mbinu unaweza kutumia, na kipindi hiki ndio sahihi kabisa, hasa hawa wanaofunga mwezi wa Ramadhani wanaweza kutumia hiyo kwenye wanapofuturu pale jioni.